Mimi nataka niambie watu wa mkoa wa Magharibi, eneo hili Ruto amempatia nafasi ya kukaa na yeye karibu na wengine, wanakuja na hadithi za jaba kumuondoa kwake. Mimi nawaambia, mkiondoka kwa Ruto, hawa ndugu zangu hawa wajalash, hawa wajumbe, majirani hapa, ndugu zetu mukiondoka, watashikilia hapo sawa sawa, mutakuwa mkilia machozi huko nje. You have an opportunity to be in government. Do not make the mistake of walking away from government because of petty issues. I'm telling you when you walk away the next person will occupy it very fast, ataingia hapo. Kwa hivyo mimi nataka niwaombe, tuwe kitu kimoja. Tumekuja kwa broad based, na ndugu zetu wameingia, wanafanya kazi na Mheshimiwa Ruto. Let us not make the mistake Mumburiye Mumburiye Mumburiye Mumburiye Abandu bakugoya nyaya ba benyakureta ndi kuturi kumwami Ruto rizwa.